Ndugu mgeni rasmi, rais jam wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ndugu jaji mkuu profesa Ibrahim Amisi Juma, ndugu majaji wa mahakama ya rufani na mahakama kuu, pamoja na jaji mkuu wa Zanzibar, ndugu waziri wa katiba na sheria, mwanasheria mkuu wa serikali, pia ndugu mkurugenzi wa mashtaka ya jinai, ndugu wakili mkuu wa serikali, ndugu wa viongozi wa serikali, wa kidini na asasi za kiraia na kijamii ndugu mawakili wenzangu na Watanzania wote kwa ujumla, tumekusanyika hapa kuadhimisha kilele cha maadhimisho ya wiki ya sheria ambayo ilianza kuadhimishwa tarehe 23 mwezi wa kwanza 2021 ikifuatiwa na matembezi yaliyofanyika tarehe 24 mwezi wa kwanza 2021, pamoja na kutoa huduma za, za, za elimu kwa umma pamoja na shughuli nyingine za kijamii. Maadhimisho haya yamefanyika kote nchini yakikutanisha mahakama zote, wananchi, asasi za kiraia, bunge na wadau mbalimbali wa maendeleo pamoja na wadau wa kisheria maadhimisho ya wiki ya sheria ni muhimu kwa muhimili wa mahakama, kwani huweka dira ya mwaka mpya na jinsi ya kutekelezwa jinsi ya kutekeleza majukumu muhimu sana ambayo muhimili huu umekabidhiwa na ibara mia moja na saba a kubwa ibara ndogo ile ya kwanza hadi ya pili a mpaka a ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Jukumu la kuamua migogoro na kusimamia haki nchini ni jukumu takatifu ambalo lazima lifanywe kwa uadilifu mkubwa na hofu kubwa juu yu ya yule aliyekasimu kwa mahakimu na majaji Yani Mwenyezi Mungu kupitia kwa wananchi wa nchi yetu ambao kupitia katiba ya nchi yetu waliunda muhimili wa mahakama. Siku ya sheria inalenga kuhamasisha majaji, mahakimu, mawakili wa wa sheria juu ya umuhimu wa kuenzi, kuulinda na kuutetea utawala wa sheria. Utawala wa sheria unawezesha nchi kuongozwa kwa misingi iliyoainishwa na katiba ya nchi na sheria zisizokiuka katiba ya nchi adha utawala wa sheria unataka kuwafanya watu wote katika nchi kuchukuliwa kuwa wako sawa na wapewe upendeleo wote ule mbele ya sheria kutokana na vyeo vyao, makabila yao, dini zao, rangi zao au upendeleo mwingine wote ule unawafanya wao kuwa bora zaidi ya watu wengine katika nchi. Ila utawala wa sheria unaruhusu upendeleo maalumu kwa makundi ya kijamii ya, ya, ya, ya jinsi yaliyobaguliwa na ukandamizo na mfumo uliopita kama njia ya kurekebisha makosa yaliyopita. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu na siku ya sheria nchini kwa mwaka huu ni miaka mia moja ya mahakama kuu: mchango wa mahakama katika kujenga nchi inayozingatia uhuru, haki, udugu, amani na ustawi wa wananchi 2021, hadi mwaka 2021. Kauli mbiu hii inajieleza na kutukumbusha mafanikio, maendeleo na changamoto mbalimbali ambazo mahakama imepitia kipindi cha miaka mia moja. Ni wazi ni, ni mengi, miaka mia moja ambayo imeshuhudia iki, iki, iki, mahakama ikianzishwa na serikali ya koloni kuwezesha utawala wa kikoloni kuweza kuwatawala Watanganyika, kuwafanyisha kazi kwa nguvu na kuwadai kodi dhariri za kichwa kipande, kwa kutumia kujenga miundo mbinu kwa lazima, ili waweze kusafirisha malighafi kutoka kona mbalimbali za nchi yetu na kuzipeleka kwao. Mahakama ilitumika kama chombo cha kuwahukumu Afrika kwa kutotii sheria hizo na kuwapa adhabu kali. Aidha, mahakama hiyo ilitumika kama chombo cha kuhamisha kuhamishia mfumo wa sheria za Kiingereza na kufanya kuwa wa nchi yetu. Hapakuwa na tofauti kubwa sana kati ya mhimili wa dola na mahakama, kwani kwa sehemu kubwa ilikuwa vilikuwa vimeunganishwa pamoja. Tupata uhuru jitihada za kuunda mahakama ya nchi huru zilianza kwa kweli. Mwalimu Nyerere alipambana kuwa ni lazima tuwe na wanasheria wa, wa kizalendo walisomea hapa nchini. Hivyo mnamo tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka wa 1961 chuo kikuu cha Afrika Mashariki kilianzishwa na kuweza kuwezesha watanganyika wa Kenya Waganda na watu mataifa mengine kujipatia shahada ya sheria hapa nchini. Hii ilikuwa ni kuonyesha umuhimu wa sheria katika kuongoza nchi. Kuanzia kwa kitivo cha sheria hapa nchini kulianzisha safari ya kuibadilisha mahakama kutoka kwa chombo cha koroni na kwa chombo cha kutoa na kusimamia haki. Hivyo haishangazi kwamba majaji na mahakimu wote hapa nchini ni wazalendo na ni jambo la kujipongeza kwani linaonyesha kuwa nchi kama nchi tumeweza kukomaa na kuweza kufundisha wanasheria wetu kwa ajili mahakimu na majaji wetu. Miaka mia moja ni umri mkubwa kwa mwanadamu lakini mdogo sana kitaasisi na, na kiinchi. Tunapozungumzia miaka mia moja mahakama nchini tunazungumzia pia miaka 59 mahakama yetu chini ya serikali huru. Ni miaka ambayo tumetakiwa kujipima na kuona jinsi gani tumeweza kuhakikisha kuwa mwananchi wa Tanzania anaweza kuifikia na kuipata haki. Miaka ishirini na saba kati ya miaka hiyo hamsini na tisa iliandikizwa na kutokuwemo katika katika katiba ya nchi yetu kanuni za haki za binadamu bi, na watu Bill of Rights, na hivyo wananchi kutoweza kudai haki zao moja kwa moja na kutegemea hisani ya serikali. Aidha, ni miaka ambayo mahakama haikuwa na uwezo wa kutamka kuwa sheria iliyotungwa na kiuka katiba. Wananchi hawakuweza kufungua kesi za madai dhidi ya serikali, na wangeweza kufanya tu hivyo pale waziri wa sheria au mwanasheria mkuu aliporidhia lakini hiyo ilibadilika ule mwaka wa 84 na hali kadhalika ule mwaka wa 88, haki za binadamu zilipoanza kuwa na nguvu ya katiba. Ni kipindi ambacho kilichochea uzalendo wa kisheria na kutupatia watu kama akina, akina marehemu Christopher Mtikila na Julius Francis Shengo Mandiana, Mandianabo na majaji kama James Marusanya Kawaruga Kingira, Robert Kisanga tukitaja wachache ambao hivi sasa huwezi kutaja ukataja historia ya sheria nchi yetu bila kutaja majina yao. Vema mahakama hivi sasa kuendelea kuamini kuwa, kuwa haki za binadamu si hisani kwa wananchi na mtu yeyote ni haki ya kuzaliwa nazo, na sheria au hatua nyingine yote inayolenga kupoka au kuchelewesha kupatikana hiyo haki lazima itazame kwa jicho kali na kutangazwa hivyo bila kuiona aya au kutazama nyuma miaka hii imeshuhudia ma mawakili wakishuhudia ma mawakikumbana na changamoto nyingi ikiwa ni pamoja na kuchelewesha kwa kesi na kumalizwa kwa kesi zao, kesi kuahirishwa kwa kisingizio cha kutomalizika upelelezi na uchunguzi, miundombinu ya mahakama chakavu au kutokuwepo kutokuwepo kwake. Tunafarijika kuona kuongezeka kwa majengo ya mahakama katika kona mbalimbali mbali za nchi yetu, ingawa bado kuna upungufu mkubwa. Mwaka jana katika hotuba yangu nilizungumzia na kulalamikia ucheleweshaji wa kesi za jinai kwa kisingizio cha kutokamilika upelelezi. Hali haijabadilika unawatumiwa na maabusu wengi ambao bado wako magerezani, ambao wanaendelea kusota magerezani na kesi zao kuahirishwa kwa, kwa kisingizio cha kutokamilika upelezi. Hii si sawa hata kidogo. Ninapenda kusema hapa kama ambavyo nimesema mbele ya majaji wa mahakama ya rufani kuwa muda wa mwanadamu ma, kuishi na una, una ukomo wake. Kila siku inayopita hairudi. Ukimshika na kumweka mtu ndani na kuendelea kumweka, kumweka ndani, una uwezo kumfidia wa kumfidia muda huo wa uhuru uliomnyang'anya, wewe unayemweka ndani si Mungu ambaye ndiye utupa uhai. Njia pekee ya kuhakikisha kuwa unaheshimu uhuru wa mtu ni kuhakikisha kuwa anaposhikwa upelezi umekamilika unakam, au kama hujakamilika anapewa dhamana. Hivyo makosa yote yadhaminike, na isipokuwa tu kama mahakama itajiridhisha kuwa mshtakiwa stahili kupata dhamana kutokana na sababu zizothibitishwa mbele mbele yake. Uamuzi wa kesi ya Christopher Mtikira, Attorney General dhidi ya James Jeremia Mtobesi ya mwaka 2016 iheshimiwa. Majaji na mahakimu nao wanakumbana na changamoto kubwa, ikiwa pamoja na mazingira magumu ya kutekelezwa majukumu yao. Katika mahakama zetu, mahakimu na majaji wao ndio huandika kwa mkono imra mwendo mzima na wa mda wangu umekwisha. Asante kwa kumalizia tu. Napenda kutoa rai kwetu sote kusimamia upatikanaji wa haki nchini. Mahakama iishi katiba ya nchi, ilinde mamlaka yake kwa wivu wote na isiruhusu mamlaka yake kupokwa. Serikali itoe ushirikiano katika kuhakikisha kwa, kwamba maamuzi ya mahakama yanaheshimiwa na wote ikiwamo yenyewe na Bunge litunge sheria zinazokuza upatikanaji wa haki. Hayo yakitekelezwa, sote tutakuwa tumeshiriki katika kujenga utawala wa sheria na haki nchini. Mahakama iweke azma ya kuwa muhimili unaotoa matumaini kwa watu wote nchini kwa kulinda haki. Kwa mawakili wenzangu, tupiganie upatikanaji wa haki na utawala wa haki bila kuchoka wala woga. Tukifanya hivyo, tutaweza kutoa hesabu zetu mbele ya Mungu wetu mwema bila kuwaogopa. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.